Karibu tuendelee kuangazia matukio mbalimbali yanayojiri mbali juu ya ujiri, vita vinavyoendelea baina ya taifa la Iran na taifa la Israel, na kwa wakati huu nimekuja tuangazie, uh, kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran wengi tumeshuhudia mashambulizi ambayo tumeyasikia pia wengine, lakini haya mashambulizi tumeambiwa ni ya kina zaidi ambayo iliweza kufanyika kwenye kituo cha nyuklia huko Iran. Na wengi pia wanatamani kufahamu kuhusiana na mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Marekani kwamba yalikuwa yamefanywa kwa namna gani, lakini pia ni kina kiasi gani ambacho mashambulizi haya yameweza kuharibu sehemu ya kinu cha nyuklia ambacho Iran ilikuwa imekijenga huko uh, nchini kwao. Sasa uh, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ndege za kijeshi za Marekani zimerusha mabomu katika maeneo matatu yaliyo na vituo vya nyuklia nchini Iran, hali ambayo inaweka shinikizo kubwa katika mzozo kati ya Iran na Israel ambao wanaendelea kupigana kwa sasa. Kumbuka kuna maeneo mengi yaliyosalia ambayo bado tunaazimia kuyalenga usiku huu. Kumekuwa na hali ngumu sana katika muda huu wote, na huenda umeshuhudia mashambulizi na hatari zaidi, alisema Rais Trump akielekeza katika hotuba kwa taifa la Marekani kwenye televisheni. Lakini ikiwa amani haitokuja kwa haraka, basi tutalenga vituo vingine kwa ujuzi mkubwa, haraka na kwa umakini. Mojawapo ya vituo vilivyolengwa ni kile cha Fordo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 Kwa mujibu wa shirika la habari la Marekani la CBS ambalo ni mshirika wa BBC, Marekani iliwasiliana na Iran kupitia njia za kidiplomasia Jumamosi kuwaarifu kwamba mashambulizi ya angani yalikuwa yanalenga kuharibu kituo cha nyuklia na kwamba hawana mpango wa kuondoa uongozi wa nchi hiyo. Iran huenda ikajibu mashambulizi ya Marekani kwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika ukanda wa mashariki ya kati. Maafisa wa serikali hiyo wameonya kwamba mashambulizi yoyote kutoka Marekani yanaweza kuchangia vita kubwa katika ukanda huo na kwamba wanaweza kulipiza kisasi. Huu hapa utaratibu na kila kitu tunachokifahamu kwa sasa. Kwanza tuangalie operesheni hii ilianza vipi. Israel ilitekeleza shambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya nyuklia na kambi za kijeshi nchini Iran Juni 13. Ilisema kwamba azimio lake lilikuwa karibu uh, kuharibu mpango wa nyuklia wa nchini humo ambao waziri mkuu Benjamin Netanyahu anasema katika siku za usoni ungeweza kutengeneza mabomu ya nyuklia. Iran imesisitiza kwamba mpango wake wa kinyuklia ulitarajiwa kuwa wa amani tu, na muda mfupi baadaye, Tehran ilijibu mashambulizi hayo kwa kurusha makumi ya makombora kulenga Israel. Mataifa hayo mawili yameendelea kushambuliana kwa kurusha makombora angani tangu hapo, katika vita ambayo vimeendelea kwa zaidi ya wiki moja sasa. Trump amekuwa akisema kwa muda mrefu kwa sasa kwamba hakubaliani na mpango wa Iran kumiliki silaha ya nyuklia Israel imesema kwamba inaaminiwa kumiliki silaha hizo japo haijathibitisha wala kukanusha mwezi Machi mkurugenzi wa idara ya ujasusi nchini Marekani Tulsi Gabbard alisema kwamba japo Iran ilikuwa imeongeza madini ya uranium inayomiliki haikuwa inatengeneza mabomu ya nyuklia tathmini ambayo rais Trump alisema haikuwa ya kweli katika kampeni yake, Rais Trump aliwakosoa baadhi ya maafisa wa serikalini nchini Marekani kwa kujihusisha na vita visivyokuwa na msingi kwa muda usiojulikana katika eneo la Mashariki ya Kati na kuahidi kutoihusisha Marekani tena katika mizozo ya mataifa ya kigeni. Marekani na Iran ilikuwa inafanya mazungumzo ya hafla kwa mfumo wa nyuklia wakati ambapo mashambulizi haya ya hafla yalipotekelezwa. Ni siku mbili tu zilizopita ambapo Trump alisema kwamba angefanya uamuzi wake wa kuipa Iran wiki mbili kabla duniani kujua ikiwa jeshi la Marekani lingeingilia kati hivi karibuni mzozo huo ambao umekuwa ukiendelea Baina ya mataifa hayo mawili. Fordo imefichika kwenye milima iliyopo kusini mwa Tehran na inaaminiwa kuwa umbali mkubwa chini ya ardhi kuliko kivuko kinachounganisha Uingereza na Ufaransa chini ya ardhi. Umbali wa kituo cha Fordo chini ya ardhi umekuwa changamoto kubwa na kuitatiza Israel kufikia kwa kutumia silaha zake. Ni Marekani pekee ambayo inasemekana kuwa na mabomu maalum yenye uwezo wa kufikia na kuharibu mahandaki yanayozuia uharibifu mkubwa wa mabomu yenye uwezo mkubwa wa kufikia maeneo yaliyo mbali kama Fordo. Bomu hilo la Marekani linafahamika kama GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, MOP, lina uzani wa kilo 13,000 na lina uwezo wa kupenyeza na kuharibu mita 18 za saruji au mita 61 za udongo wa ardhi kabla ya kulipuka. Kwa mujibu wa wataalamu, mashimo ya handaki la Fordo yanaaminiwa kuwa takriban mita 80 hadi 90 kwa umbali chini ya ardhi. Kwa hivyo bomu aina ya MOP halidhaniwi kuwa na uwezo wa kufanikiwa kufikia eneo hilo, ila ndilo bomu pekee lenye uwezo wa kujaribu kutekeleza jukumu hilo. Maafisa wa Marekani wamethibitisha kuwa kituo cha habari cha CBS kwamba mabomu ya aina ya MOP ndiyo yaliyotumika kwenye mashambulizi ya Marekani mapema leo, ambapo mbili zilirushwa katika kituo kilicholengwa. Hebu tuangalie jinsi ambavyo mabomu ya kuharibu mahandaki Amerikani ya Marekani yanavyofanya kazi, mabomu ya aina ya GBU 57 Massive Ordnance Penetrator. Bomu linarushwa kutoka kwenye ndege ya kivita aina ya B2 Stealth kutoka umbali wa kilomita 12 juu ya eneo linalolengwa bila ya kuwa na injini. Ni umbali wa juu ya anga ambao unaweza bomu hilo kupata kasi inayohitaji kushuka chini. Bomu hilo linaongozwa na satelaiti na udhibiti mkia wake. Uzito mkubwa wa bomu hilo husababisha kiwango kikubwa cha nishati inayoleta hasara kubwa kivita. Nguvu hii ya nishati inaisukuma chuma hiyo uzito wa mbali wa hadi mita sitini chini ya ardhi. Mwishowe, fiuzi iliyomo ndani inalipuliwa kwenye vilipuzi wa uzito wa kilo elfu mbili na mia nne. Athari ya mashambulizi hayo ni gani kwa Iran haijabainika wazi kwa sasa, athari gani ya mashambulizi ya Marekani katika kituo cha nyuklia Iran au ikiwa na majeraha yoyote au maafisa. Naibu mkurugenzi wa masuala ya kisiasa nchini Iran Hassan Abedin ameliambia na kusema na kituo cha habari cha kitaifa nchini humo kwamba Iran ilikuwa imeondoa watu kwenye vituo hivyo vitatu muda mrefu uliopita. Akizungumza kwenye kituo hicho kinachomilikiwa na serikali, Abedin amesema kwamba Iran haikupata hasara kubwa, kwa sababu bidhaa zilizokuwa katika maeneo hayo tayari zilikuwa zimeondolewa. Katika hotuba yake ya televisheni kwa taifa, Trump amesema kwamba vituo vya kurutubisha madini ya uranium vimeharibiwa kabisa. Lakini akizungumza na BBC, aliyekuwa naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, Mark Kimmitt, alikuwa ametoa maneno yenye kutokutaka kuchukuliwa kwa hatua hiyo. Hakuna njia ya kusema kwamba vituo hivyo vimeharibiwa kabisa, alisema. Iran imesema kwamba zaidi ya wa watu 200 wameuawa tangu makabiliano ya hivi majuzi kwanza kati ya Israel na Iran, huku wengine 1200 wakijeruhiwa. Pia wakati huo huo, Israel inadhibiti usalama wake wakati na baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo muhimu vya nyuklia nchini Iran. Israel imekaza usalama wake na kuweka vikwazo zaidi vya kiusalama kote nchini, kwa mujibu wa jeshi la Israel IDF. Hatua hiyo inajumuisha kufunga shule na kukataza mikusanyiko ya watu na hata kuwazuia watu kutoka nje kwa ajili ya kukutana ama kwenda kazini. Imetolewa muda mfupi tu baada ya mashambulizi hayo ya Marekani. Iran imeelemezwa pakubwa na mashambulizi ya Iran. Iran imeelemewa na mashambulizi ya Israeli yaliyolenga sehemu hiyo kambi zake za kijeshi kwa mujibu wa wataalamu. Na vile vile Israel imefanikiwa kulemaza shughuli za, za makundi wa ya wapiganaji ambayo yaliungwa mkono na Iran kama vile Hezbollah nchini Lebanon na Hamas nchini Siria na Gaza, lakini Iran bado ina uwezo wa kutekeleza uharibifu mkubwa. Maafisa wa serikali ya Iran wameonya Marekani dhidi ya kuingilia kati, wakisema kwamba taifa hilo lingekabiliwa na uharibifu ambao hauwezi kurekebishwa na kwamba inakumbwa na tishio la kuzuka kwa vita vikuu katika ukanda wa mashariki ya kati. Iran aidha imesitisha kulenga kambi za kijeshi ya Marekani katika ukanda huo. Marekani iko na kambi kadhaa za kijeshi katika maeneo 19 mashariki ya kati, ikiwemo Bahrain, Misri, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na katika falme za miliki za Kiarabu. Mojawapo ya maeneo ambayo huenda yakalengwa na Iran ni makao makuu ya kivita ya jeshi la majini la Marekani la 5 fleet lililopo Mina Salman huko Beren. Inaweza pia kulenga njia muhimu ya usafiri wa majini inayofahamika kama Strait of Hormuz ambayo inaunganisha guba ya Persia na bahari ya Hindi ambapo asilimia 30 ya mafuta yanayotumika duniani hupitia. Aidha, hali hii pia inaweza kuathiri njia nyinginezo za uchukuzi wa majini ambazo iran ina uwezo wa kulenga na kutatiza soko la kimataifa. Iran huenda pia ikalenga maeneo ya vituo vinavyomilikiwa na Marekani au mataifa ya jirani ambayo inahisi yanasaidia ya Marekani, hali ambayo inatishia kuvuja kwa vita katika ukanda mzima. Je, Trump anahitaji idhini ya bunge la Marekani kuvituma vikosi vya Marekani kwenda vitani kupambana na Iran? Hili ni swali ambalo watu wengi bado wanajiuliza. Sasa tulifafanue kidogo. Sheria za Marekani zinaipa bunge la kitaifa na Senate nchini humo uwezo wa kumpa rais idhini ya kuchukua hatua ya kuishambulia ama kushambulia taifa lingine li, lakini pia sheria inasema kwamba rais ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Marekani ana uwezo wa kuvituma vikosi vyake katika majukumu ya kijeshi bila ya kutangaza vita vya moja kwa moja. Baadhi ya wabunge wa vyama viwili vikubwa bungeni wamejaribu kudhibiti uwezo wa Trump kutoa amri ya kijeshi ya jeshi la Marekani kuingilia vitani kwa kupendekeza masuala kadhaa katika bunge la kitaifa kuifanya hatua hiyo kuchukua wiki kadhaa kabla ya kutekelezwa kwa kuwa haihitaji kura kupigwa bungeni. Na hayo ndio yaliojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Iran na Israel. Tafadhali tupatie mtizamo wako kwenye hili, lakini endelea kubaki nasi hapa hapa kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.